Ukiingia eh, ingia after tamu ya kwanza imeisha, na ingia tamu ya pili. Kuna walimu wanajua wakati watoto wanaingia tu hivi wanaanza na mtihani test, na kuna zingine watasoma, test itakuja huko mbele. Ni shule gani ambayo inafanya vizuri, shule ambayo watoto wakiingia hiyo second term wanaingia na wanaanza na test, na ile ambayo wanaingia wanasoma karibu mwezi mmoja miezi mbili ndo wanapata test. So Daniel aliamua kwamba wakati tumeingia kwa hii shule sisi tunataka repentance, tuanze na test, so tupatie test kwa muda wa siku kumi, na ukijaribu kwa siku kumi utaona vinya ambavyo tutakuwa ni heri hao wenye wanaanza na mtihani ama na test, majaribio. Maana wakianza na majaribio utajua ni wapi ambapo hawawezi, ni wapi ambapo wanaweza. Sawa? Yes. Sasa wakati wamepewa wakaonekana wako wazuri sana kuliko hata wale wengine wenye wanakula nyama. Kumbe Daniel walikuwa wamenona wako na afya. Nilisema, kwa hii mili yetu kuna vyakula ambavyo tunastahili tuwe tunakula na hivi vyakula tukikula vinaleta, naona mwalimu amefurahia virutubishi. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nutrients, virutubishi. Vinaleta madini ndani mwetu na hatutusi ngoje, tuende kwa hospitali. Alafu ukifika kwa hospitali, nilitumia huyu mfano, unaangaliwa macho, kwambia hauna maji ama hauna da, enda ununue ferobi, ama sijui ni enda ukule machungwa, ukule cabbage, ukuleko maembe ma kitu kama hizo, yaani wewe unangoja daktari Akuandikie, enda ukule avocado. <laughs> Na avocado na paipai, unaweza toa kwa miti ya fulani, ama unaweza nunua shilingi ishirini, lakini ukingoja daktari akuandikie. Kuna siku tuliandikiwa na daktari kwa Kiambu, watameenda wanakule paipai. Tunanunua chakula natukenda hivi shilingi hamsini maana wanaona hii ndio inaweza kukusaidia. Oh, haleluya. Maana mwili wako hauna virutubishi, hauna kinga ya kutosha. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wow. Daktari ashakwambia utaenda nyumbani, utaanza kunywa maana daktari <laughs> Kiafya hapa ikiangaliwa inahitaji nini? Maji. So, usingoje daktari akufikisha mahali pa kukwambia, enda ukule paipai. Wewe ukipata paipai, kula. Maana huo mwili unastahili uutegemeze. Unahitaji virutubishi fulani. So, katika chakula, pia hicho chakula kinapeana madini fulani. Na chakula ambacho Daniel waliamua kutakula ni chakula ambacho walielewa kwa hii masomo, tukikula hicho chakula kuna madini ndani yetu kuna ufahamu fulani tutaanza kupata. Wakaamua kuna njia ambayo tutaendelea, tupewe test, hatutakula ile chakula kingine ya mfalme itatutia unajisi. So unapata danger. Kila siku wanapewa test, ndio ubora unaongezeka. Maana baada ya miaka mitatu, kila siku ilikuwa na hesabu, mara moja ten times. Bibi anasema walikuwa the magicians that the sorcerers. Bwana asifiwe, amen. So wakati Daniel wako pale wanasoma, unajua wanasoma literature na nini na language literature, ni wamesema ni nini? Ndio kusoma stories, wanasoma stories ya ya Babylon na wanasoma pia language, lugha So Wakaldayo wako na lugha yenye wanataka wana wa Yuda pia wajue, lakini chenye najua wana wa Yuda nao wako na lugha yenye Wakaldayo hawawezi kujua maana Mungu ako na lugha yenye nao Wakaldayo hawawezi kujua. So lugha ya Mungu haiwezi somwa na Wakaldayo, lakini lugha ya Wakaldayo wana wa Yuda wanaweza soma. kuko na lugha mbayo Watu wengine hawafai kusoma na kuna lugha ambayo wewe unaweza kusoma. Anasema wakati hao waganga wanakuja na mambo yao. Kuna mwingine alikuwa hapa anaweza kushika radi. Alitumiwa radi na akashika radi. Akaongelesha radi, akaiambia ninakutuma, rudi mahali penye ufafili. So wana ufahamu fulani, lakini unapata hapa kina Daniel wakati wamewekwa na hao watu, kuna kitu ambacho waliamua, hiki tutakitafuta. Tukisoma hii lakini tutakula hii. Maana tukikula chakula cha mfalme tutakuwa kama hawa wengine. Kuna watu wanafanana na wengine, maana ya kile chakula chenye wanakula haleluya. So huyo waradi wakati alishika akatuma kwa yule mwenye ametumia, ilitandika kule badala ya kutandika. So inaonekana huyu mtu ana ufahamu fulani, lakini tunaambiwa Daniel, Meshak, Shadrak na Abednego walikuwa nao na ufahamu ten times kuliko wachawi kuliko waganga kuliko wanajimu. Kanisa linahitajika liwe na ufahamu kuliko wachawi oh, hallelujah! Kanisa linatakana liwe na ufahamu kuliko waganga. Ufahamu wako unafaa uwe ten times zaidi ya yule mwenye ako na majini

kukatiluka kwa ugali kicho kinaanza kuuma, lakini Kristofa ako na akili ako na hekima ako na ufahamu. Hata ugali kama umewekwa na umeitanishwa na jina la Kristofa, Kristofa anasema hapana, huyu mwenye amefanya hii amepotea njia. Ninachukua hii ugali, nauliza kijiji, mwenye amefanya anitafute haraka, mwenye amefanya hii kabla jua litue, au amekwisha kunitafuta. mimi sielewi. Kuna ufahamu wenye wa Kristo wako nao wenye mimi sielewi. Wakristo sio wakufanyiwa mazoezi na waganga. Tunakuwa kama uwanja wa waganga, wakinunua majini mpya, wanakuja wanafanya mazoezi pako. Tunasema hapana, tunasema hapana. Wakinunua majibu yao, wanafanya mazoezi kwetu. Sisi sio uwanja wa waganga kufanyia mazoezi. Sisi sio uwanja wa wachawi kufanyia mazoezi. Sisi sio uwanja wa maadui kufanya Nasema, wakituma wa inakula kwao, wanashangaa, huyu mlata huyu, wamefika wapi huyu? Ni nini anaelewa sielewe, nime nimeuza ng'ombe imeenda bure, nimeuza shamba limeenda bure.

ufike mahali uamue ya kwamba hii chakula sitakula, amen. Chakula cha sanamu unasema hapana, anguka na idol, sitajitia unajisi kwa hii kanisa, maana inatia watu unajisi hii. E, inatia watu unajisi. Kuna maneno mengine yanatia watu unajisi. Nguvu, kuna nguvu ndani ya maneno. Kuna neno unaezaambiwa ukaenda kujinyonga, na kuna neno unaezaambiwa ukacheka. Kuna neno mtu akikwambia leo, kuna nguvu ndani ya maneno. Mtu akikwambia neno, neno, unaweza cheka. Kuna neno unaezaambiwa ukakasirika, kuna neno unaezaambiwa ukalia. Kuna neno unaezambiwa ukaenda kulazwa na masoli, yeah.